Unaona, kuna wakati mmoja tulikwenda katika mji wa Mombasa kufanya na safari ya dawa. Tulikuwa watu wanne, tumefika Mombasa tumechelewa sana, nikaribia na magharibi. Basi mwenyeji wetu ambaye alikuwa anafaa kutupokea akaona tumechelewa, akaingia msikitini, tukaingia sisi pia msikitini, tukafuturu, tuka na watu maji na tende. Ule mwenyeji akasema mimi niko mbali, itabidi tukutane baada ya tarawehe. Basi tukitoka nje ya msikiti hivi, kuna mama mmoja amepika masamaki mkaanga nzuri nzuri. Samaki ya papa, samaki ya dudari, samaki mwingine, haya pole pole. Amezikaanga vizuri, na kachumbari yake, na pilipili yake, na achari yake. Mimi nikamwambia bwana, tuleni hizi samaki. Tumuone tule. Hii mambo ya shehe kule tujue atatokea nini. Tuleni hivi. Wale bwana akasema, hapana bwana. Hii taarifa hapa itakuwaje? Taarifa hamu ya chakula. Basi mimi na mwenzangu mwingine tulikuwa wanne tukaamua kununua tukala, na wale wawili wengine wakasema hapana, sasa tunangojea shehe. Shehe atakuja ameandaa vitu vingi vizito. Basi tulikula minofu ya samaki pale. Alipo Sheka Kadia akatupokea akachukua na gari, kukaenda hiyo nikaribia saa tano usiku wa subah. Tukifika kwanza, tutapita akatutia katika sehemu hivi kumbe ameingia hotelini. Kwenda kununua chakula. Tulipofika nyumbani akatandika, atandika mkeka ikaleta maji ya kunywa, maji ya kunawa. Bwana, huwezi kuamini mbwana. Alileta mkate wa mayai moja kwenye sahani moja. Ambaye amekata vipande sita hata samusa ndio pale sambusa ni kubwa ikawa ni majuto makubwa sana. Wewe unaye hapa taraweh na vitu vyako ni kwa ya usiku na hapa hapa huko kula eh, wanasema masuala ya kitu

Sikweli. Wewe kama Muislamu jambo la kwanza unapaswa kujua mimi kama Muislamu unafaa kuanza kufunga nini na nafaa kumaliza nini. Pamoja na kwamba hii masala ya mwezi kuna ikhtilafu wa wanazuoni. Kuna ikhtilafu. Imam Shafi ameenda upande wa kila mtu na mwezi wake, Kullu baladin lahu rubya, lakini maimamu wengine watatu, Imamu Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Ahmad bin Hambali wametoa sauti moja mwezi nakuonekana mahali popote pale duniani, inamlazimu islamu mwingine mahali popote maaripopote alipo kufunga mtuma kwa dalili ya hadithi ambayo wao pia wanaitumia wao, ambao wanafuata mwezi wa nchi yao. Mtume aliposema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni ionekanapo mwezi na fungueni ionekanapo. Maimamu watatu wa wa na tafsiri hadithi hii wanasema wa huwa khitabun amun lijamii umma man ra'ahu minhum fi ayi makan kana dhalika ruyatahum jamian. Hapa mtume anazungumza na watu wote dunia nzima, mmoja wao akiiona sehemu yoyote duniani inamlazimu mwislamu mwingine makopote marapopote alipofunga mafunzo leo naona tunawangiza nongozetu jamani, beteli hadithi moja tu, wapi mtume amesema watu wafunge kulingana na nchi na nchi? Mnaanza kupiga kutoka wapi? kutoka Malaba mpaka Namanga ama kutoka Kisumu mpaka Lamu. Wapi ambaye inaruhusiwa na wapi wapiusiwa? Kama unavyoona eh, katika sheria ya, ya kadhi, wameelewana nchi tatu, Kenya, Tanzania na Zanzibar, kwamba ikionekana katika mmoja katika hizi nchi tatu, basi wataanza kuugafungua. Nchi nyingine hawatakubali. Sasa wameitoa wapi? Ni haya gani nisema hivyo nchi tatu? Mbona sio Somalia? Mbona sio Sudani? Eritrea, Djibouti Ethiopia South Sudan Uganda Rwanda Burundi. Hizi zote zimepakana na Kenya kwa hiyo wachague nchi mbili tu na unakuta kwamba Somalia iko karibu sana na Kenya kuliko Zanzibar. Zanzibar ni mbali sasa hiyo yote wanakwenda kujifunga lakini swali lako ndugu yangu kusema kwamba kadhi na kiongozi wetu na ni lazima tumfuate kadhi hapa, hapa kwanza sikweli Nwanazoni wameizugumza sana hili jambo, wanasema, jambo la kwanza makadhi wote mbao, unaona wewe, kulingana na katiba ya Kenya ni ma ni watumishi wa serikali, kwa lugha nyingine magistrates, na kazi yao kulingana na katiba ya Kenya ni tatu, noa talaka na miiranga hata hiiao